Kona ya jiji la Roma, Italia, kuna nchi ndogo sana ambayo imejaa nguvu ya kiroho, historia nene na ukweli wa kushangaza usiotarajiwa, Vatican City, Mji mtakatifu wa Papa na kitovu cha kanisa Katoliki duniani. Ingawa eneo lake linaweza kuonekana dogo mithili ya mtaa mmoja wa kawaida, mafumbo na maajabu yaliyomo ndani ya mipaka yake yanazidi hata nchi kubwa zaidi. Hii ni taarifa kamili inayokufunulia ukweli wa kipekee kuhusu mji huu wa ajabu. Vatican City panatajwa kama mji, lakini panatambulika kama nchi yenye eneo dogo zaidi duniani, ikiwa na ukubwa wa takriban kilomita za mraba 0.49 pekee. Ni nchi huru iliyopo katika jiji la Roma, Italia, tangu mwaka 1929. Kwa maneno rahisi, unaweza kuizunguka nchi hii ndani ya saa moja. Pia ni taifa lenye idadi ndogo ya watu duniani. Inakadiriwa kuwa na takribani wakazi 815 hadi 1000 na inatajwa kuwa wengi wao si wakazi wa kudumu. Tofauti na nchi nyingine, hakuna mtu aliyezaliwa Vatican na kuwa raia wa kudumu. Uraia wa Vatican hautolewi kwa kuzaliwa, bali ni wa muda tu to. Unatolewa kwa watu wanaofanya kazi maalum kama viongozi wa kanisa, walinzi au wafanyakazi wa Vatican. Mara kazi inapoisha, uraia wao pia huondolewa. Jambo la tatu, hakuna kodi wala ushuru. Vatican haina mfumo wa kulipa kodi kwa raia wake. Hakuna kodi ya mapato, hakuna kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, wala ushuru mwingine wa kiserikali. Hii inaifanya kuwa moja ya maeneo machache duniani ambapo bidhaa zinaweza kupatikana kwa bei nafuu zaidi, ingawa si rahisi kufika sokoni humo bila kibali maalumu. Ndiyo, unayoyasikia ni kweli. Vatican ina ATM inayotumia lugha ya Kilatini, lugha ya kale inayotumika rasmi na kanisa Katoliki. Hii ni ishara ya jinsi mji huu unavyohifadhi urithi wake wa kihistoria hata katika teknolojia ya kisasa. Jeshi la kuvutia Swiss Guard Vatikani na jeshi lake linalojulikana kama Swiss Guard ambalo limekuwepo tangu mwaka 1506. Walinzi hawa wanavalia mavazi ya kipekee yenye rangi ang'avu za bluu, manjano na nyekundu, wakionekana kama wanatoka kwenye filamu ya kihistoria. Haya ni masharti maalumu kuwa mlinzi ni lazima awe raia wa Uswizi, Mkatoliki na awe hajaoa wakati wa ajira. Makumbusho na kazi za sanaa zenye thamani kubwa. Ndani ya Vatican kuna makumbusho ya Vatican yenye kazi zaidi ya elfu sabini za sanaa ikiwa ni pamoja na uchoraji maarufu wa Michelangelo katika Sistin Chaper, kanisa la Sistin lililoko Vatican. Michelangelo na Raphael wote walihusika katika uchoraji wa kazi za sanaa maarufu, lakini walifanya hivyo kwenye kati tofauti na katika maeneo tofauti ya jengo hilo. Michelangelo yeye alipewa jukumu la kupamba dari la Sistin Chaper kati ya mwaka 1508 na mwaka 1512 na baadaye akachora the last judgment kwenye ukuta wa madhabahu kati ya mwaka 1536 na 1541. Picha zake maarufu katika dari la Sistine Chapel ni pamoja na creation of Adam yani uumbaji wa Adamu, the creation of eve yani uumbaji wa Eva, the separation of light from darkness na the last judgment yani hukumu ya mwisho kwenye ukuta wa mbele. Picha hizo zinahusu hadithi kutoka kitabu cha Mwanzo, zikionyesha uumbaji wa dunia, Adamu na Eva na baadhi ya manabii. Kwa upande wa Rafael, hakuchora ndani ya Sistine Chapel yenyewe, bali aliitwa Vatican wakati huo huo kuunda fresco maarufu katika Stanze di Rafael, vyumba vya Rafael ndani ya Vatican Palace. Kazi yake mashuhuri ni pamoja na The School of Athens, ambayo iko kwenye moja ya vyumba vya Papa. Ingawa Rafael hakuchora ndani ya alihusiana kisanaa na Michelangelo. Hawa walikuwa na ushindani wa hali ya juu katika uchoraji enzi hizo. Pamoja na picha hizo, pia kuna mabaki ya kale ya Warumi na Wagiriki. Hii inafanya Vatican kuwa moja ya vituo vikubwa vya sanaa duniani. Ndani ya nchi ya Vatican kuna maktaba za siri za karne nyingi. Vatican inahifadhi maktaba za siri, Vatican secret archives zenye hati za zaidi ya miaka 1200. Miongoni mwa nyaraka hizi ni barua kutoka kwa wafalme wa kale, hati za makanisa na nyaraka nyeti kuhusu historia ya dunia nzima. Ufikaji wa moja kwa moja ndani ya hifadhi hizi ni wa kipekee sana na hii ni kwa wanasayansi au watafiti waliopata ruhusa maalumu tu. Vatican hakuna uwanja wa ndege wala hospitali. Wakazi wake hutegemea huduma kutoka nchi jirani ya Italia. Hata hivyo Vatican ina helipad yani, uwanja wa helikopta unaotumiwa na Papa kwa safari za haraka. Vatican ina mamlaka ya kipekee ya dini na siasa. Papa si tu kiongozi wa kiroho wa wakatoliki wanaokadiriwa kufikia bilioni 1.3 duniani, bali pia ni mkuu wa nchi ya Vatican. Mamlaka ya kiutawala yanajumuisha mambo ya kisiasa, kidiplomasia na kidini, yote yakiwa chini ya mtu mmoja. Vatican ina mfumo wa posta ulio haraka kuliko nchi nyingine. Kwa kweli, hata Warumi wengi huenda Vatican kutuma barua zao kwa sababu zinawafikia wahusika kwa haraka zaidi kuliko posta ya Italia. Jambo la mwisho kabisa, Vatican ni watu wanaopenda wine yani mvinyo. Kama unapenda kupiga mvinyo, basi Vatican pana kufaa zaidi. Ingawa Vatican haiongozi kwa kulima zabibu, lakini ndiyo nchi inayotajwa kuwa na matumizi makubwa ya wine kuliko mahala pengine popote duniani, na hii inatokana na kwamba wine inayoingizwa nchini humo haitozwi ushuru. Na unaambiwa wakazi wake hutumia wastani wa lita 74 kwa mwaka kwa mtu mmoja. Kwa mwonekano wa nje, Vatican inaweza kuonekana kama eneo la kawaida lenye makanisa ya kifahari, lakini ndani yake kunafichwa historia kubwa, utawala wa kipekee na miujiza ya kihistoria. Ni nchi isiyo ya kawaida, isiyo na wakazi wa kuzaliwa, isiyo na kodi, lakini iliyojaa utajiri wa utamaduni, dini na siasa. Ni kweli kusema kwamba Vatican ni taifa dogo lenye nafasi kubwa sana katika dunia ya kiroho na kihistoria. Endelea kuwa karibu na UFR updates. Mimi ni Rashid Malekela.